Karibu tena mtazamaji. Biashara zimetatizika mchana kutwa katika mji wa Wamba eneo la Samburu Mashariki baada ya wafanyabiashara kufunga maduka kulalamikia mauaji ya mwenzao. Wakazi wakilalamikia mauaji haya ya usiku wa kuamkia leo, yaliyowaacha watu wawili na majeraha. Bonifasi Barasa anatuarifu zaidi. Mji wa Wamba maduka yamesalia kufungwa mchana kutwa, wafanyibiashara wakiwasha moto kwenye barabara za kuingia na kutoka mjini humo wakilalamikia kuzorota kwa usalama na kuuawa kwa mmoja wao usiku wa kuamkia leo, mwanawe na mfanyikazi wake wakiwachwa na majeraha ya risasi jana usiku ndugu yetu Ndoiga aliuawa, watu walimwingilia kwa nyumba yake wakamuua na wakuiba chochote. Security ya hapa kwetu Samburu East especially OCPD na DCC kuhakikisha kwamba night patrols inafanywa kuhakikisha kwamba biashara inafanyika bila matatizo. Kilomita mia moja na sita kutoka mji wa Wamba ni hospitali ya rufaa ya Samburu <today> wanakoendelea kupata ganga ganga za matabibu majeruhi wa uvamizi huo tano sasa kujifungia ndani we received two patients from Wamba as a result of the gunshot one sustained a gunshot in the chest the other patient sustained an injury uh, through through at the frontal part of the wakazi wanapolalamikia kuzorota kwa usalama, vyombo vya madola vimetoa wito kwa wananchi kutoa taarifa zitakazosaidia kuzima uhalifu huo. Ninaomba kwa unyenyekevu wote wananchi wa Wamba na Samburu East kwa ujumla tutoe ile information ambayo itasaidia eh, asasi za eh, usalama kuweza kupambana na kurejesha hali ya utulivu katika eria yetu. kazi hawa wanapoandamana kulalamikia kuzorota kwa usalama kwenye eneo hili, sasa wanavitaka vyombo vya madola kukaza kamba ili kuhakikisha wanawazima majahili ambao wanawalenga wafanyi biashara maeneo haya. Bonfas Barasa, runinga Citizen, mji wa Wamba, Samburu Mashariki.